Tunajiunga na makanisa mengine ulimwenguni kufunga mwaka wa jubilei uliofunguliwa rasmi huko Roma na kumkumbuka Baba Mtakatifu Francisco tarehe 24 ya mwezi Desemba mwaka jana. Tunapohitimisha mwaka wa jubilei, napenda niwaalike ninyi nyote kama familia ya Mungu tutawaliwe na wazo kuu la kusifu mwenyezi Mungu, tukimshukuru kwa mema mengi aliyotutendea katika kipindi chote cha jubilee. Yote haya tunayafanya tukiwa bado kwenye furaha ya za Krismasi, tukiendelea kumshukuru mwenyezi Mungu kwa upendo wake wa ajabu alionyesha kwetu Alipotukomboa kupitia kwa mwanaye aliyezaliwa katika familia ya takatifu tunayokumbuka leo. Ni Mungu huyo mwenye huguma ambaye kupitia katika kanisa lake ametukirimia neema na rehema kwa njia ya neno lake, sakramenti, hija, sala na matendo mbalimbali ya huruma yaliyofanyika katika kipindi chote cha mwaka. Kwa yote hayo, hatuchoki kusema asante kwa Mungu wetu, tukipenda kubaki tumeungana na Kristo aliye mlango kwa wokovu wetu, kama tulivyokumbushwa wakati wa kufunguzi wa mwaka mtakatifu, na tunayemtangaza daima kama tumaini letu. Huyo tunayependa kumfuata, naye anabaki daima kwa ni sababu ya wokovu wetu akituongoza kama mahujaji kuelekea kwenye Yerusalemu ya mbinguni. Ndugu zangu, tuwe na moyo wa shukrani. Tukiiga mfano wa mama yetu Bikira Maria, mmoja wa wana familia takatifu ambaye baada ya kupata neema kutoka kwa Mungu na akifahamu mpango aliokuwa nao juu yake na kweli baada ya kuukubali aliimba wimbo wa shukurani akimtukuza Mungu kwa mema mengi aliyomtendea akisema: Moyo wangu amwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu. Na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Hayo ni baadhi ya maneno aliyotamka Mama Maria akimtukuza na kumshukuru Mungu kwa makuu aliyomtendea. Moyo wa shukrani tunaokuwa nao leo, tukilenga kuelekeza kwa Mungu wetu, ni mojawapo ya fadhila ambazo ilibidi zikuwe na kuimarishwa katika safari nzima ya kiroho tuliofanya sisi kama familia ya Mungu kwenye kipindi chote cha mwaka mtakatifu. Mtume Paulo katika sehemu ya waraka wake kwa Wakolosai tuliosikia kwenye somo la pili anaorodhesha fadhila zaidi ambazo zapaswa kuonekana kati ya hao wanaokuwa wateule wa Mungu. Ndiyo hao wana familia ya Mungu kama sisi tulioitwa tukaitika. Ni fadhila ambazo kwa uhakika zilionekana katika familia ya takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, nazo zinapaswa ziendelee kukua katika familia zetu za waamini zilizojenga uhusiano wa pekee mwa pamoja na Mungu kupitia kwa mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo. Na hayo yote tuyafanye tukijitazama hiyo familia y Takatifu ambayo kwetu ni mfano wa pekee wa kuigwa. Akiwa anawaalika Wakolosai, mtume Paulo anatualika nasi akisema, ndugu zangu, kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusamiana vivyo, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. tumiasikia hayo katika hilo somo waraka ambao Paulo wa Wakolosai tukiwa na fadhila hizi na zikaongoza maisha yetu, hakika tutakuwa tunauvua utu wa kale na kuvaa utu mpya katika Kristo, na katika familia zetu itakuwa ni kuona upya wa maisha ya kidugu nyumbani, kwani itakuwa ni kuitikia kile alichokitangaza Bwana wetu Yesu Kristo na akitaka kiongoze maisha ya ufuasi wake. Na sikawapo katika maisha ya familia fadhili na fadhila hizo, basi hayo mahusiano anaye yataja Paulo, ya wake kuatii wanaume zao, wanaume kuwapenda wake zao, na watoto kuatii wazazi wao, watendea mema watoto hao na baba, yote hayo yatawezekana na hakika amani na furaha vitatawala katika familia zetu. Ndugu zangu wapendwa, tunaohitimisha tunawahitimisha kipindi hiki kitakatifu. Tangu kulipofunguliwa mwaka wa jubilei, tumepata nafasi ya kusikia sauti ya Mungu ambaye ni neno aliyefanyika mwili na akakaa kwetu, maneno tuliwasikia katika kipindi hiki cha Noeli. Hilo neno au sauti hiyo iliyotufikia kwa namna mbalimbali kupitia katika kanisa na kwenye mazingira tofauti tunapotafuta kuishi Kristo wetu tukiiga mfano wa familia y takatifu. Napenda tukumbushane leo kuwa ni lazima kujibidisha kuisikia sauti ya Mungu inayoendelea kuukomboa ulimwengu kwa njia ya neno lake na ni sauti hiyo inayotualika tuwe na fadhila hizo zilizotajwa hapo juu. Ni neno la kweli ambalo yabidi tulisikie, tulipokee, na baadaye tulipeleke na litupeleke kwingine linapoenda kuleta ukombozi. Bwana wetu Yesu Kristo alisikia neno la Baba yake na kauleta ukombozi. Mama Maria na Mtakatifu Yosefu nao walikuwa makini na wanyenyekevu kulisikia neno hilo, ambao kama tunavyojua ni kutokana na huo unyenyekevu wao katika kusikia na kukubali kuelekezwa na sauti ya Mungu wamelindwa, na hivyo wakashiriki kikamilifu katika mpango wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu. Sehemu ya injili ya Mathayo tuliyoisikia hivi punde inaliweka vizuri hilo la ukombozi unaotufikia na utakaokuja kama tutaisikia sauti ya Mungu inayotuongoza tukiwa katika hija yetu itakayotupeleka kwenye makao aliyotuandalia. Kwa sauti yake iliyopitia kwa malaika Mungu aliwaepusha wana familia takatifu kutoka kwenye maangamizo ya Herode aliyekuwa amepanga dhidi ya mtoto Yesu amwangamize. Ndugu zangu waamini, nasi tunaishi na tuko kwenye safari ya hija hapa duniani inayokutana na itakutana na akina Herode ambao hawatutakii mema na watataka kutuangamiza. Kwa nguvu zetu na akili zetu wenyewe, yawezekana tukashindwa kuwatambua hao akina Herodi. Basi tuwe makini kama alivyofanya Yusufu, tuisikie sauti ya Mungu, na hakika atatuepusha na kila baya ambalo linge tukuta na kutuangamiza huyo mtoto aliyelindwa na Mungu baba yake na baadaye akawa mkombozi wetu. Ni matumaini yetu kama tulivyokumbushwa daima katika Biblia hii tunahitimisha leo, tunaalikwa tumsikilize yeye na kila anayetenda kwa niaba yake, wote tuwasikiliza tukiwa na matumaini na kwa maombezi ya familia takatifu na ya takatifu tuendeleze mapambano yetu tukiwa tumeungana pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo anayetuongoza kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, akitupeleka kwenye jubilee zijazo, na hasa ile jubilee ya mwisho itakayotukutanisha naye kwenye utukufu usio na mwisho. Na iwe hivyo kama tunavyoomba, amina.